Kila mwanamke atakutana na wanaume wengi kwenye maisha yake. Wapo wanaokuja kukupa upendo, wapo wanaokuja kukupa somo na wapo wanaokuja kubadilisha mwelekeo wa maisha yako kabisa. Leo hii hatuhukumu wanaume, leo tunajifunza kuwaelewa, kwa sababu mwanamke anapojua aina zao wanaume zilizopo anaacha kubahatisha na anaanza kuchagua kwa akili. Basi leo sauti ya Roy tunazungumza kuhusu aina kumi bora za wanaume mwanamke anatakiwa kuwajua, na kwa kila aina nitakuonyesha mfano halisi unaoonyesha kwa nini huyo mwanaume ni muhimu. Na kabla hatujaanza, kama video hii itakusaidia, bonyeza subscribe, piga like na share kwa dada yako, rafiki yako, au mtu yoyote unayemjali. Na pia kwenye comments, niambie ni aina gani ya mwanaume umewahi kukutana naye? Twende sasa, mwanaume mtoaji. Huyu ni mwanaume anayefikiria kesho, si wa maneno mengi, ni wa mipango, majukumu na vitendo. Fikiria unaishi na mtu ambaye kila siku anasema tutatafuta pesa, lakini ukiumwa ghafla au kodi ikikaza anapotea au anakupa lawama. Sasa linganisha na mwanaume ambaye hata kama hana pesa nyingi, anajua kuweka akiba kidogo, ana bajeti anajua priority. Kodi ikikaribia, anakwambia usijali, tumepanga. Mtoaji humfundisha mwanamke thamani ya utulivu, uwajibikaji na usalama wa maisha. Hata kama hutaki kuolewa naye, anakupa kiwango cha kuelewa. Hivi ndivyo mwanaume wa maana anavyosimama. Mwanaume mwenye akili ya hisia: huyu anaelewa hisia zake na zako. Akikosea haendi kujificha, haanzi ukimya wa wiki nzima, wala kukukashifu mnapogombana. Badala ya kukwambia wewe ni drama, anakwambia naona umeumia, niambie kipi hasa kimekugusa. Au akifanya kosa, anasema samahani, nilikosea, naelewa kwa nini umejisikia hivyo. Huyu ni muhimu kwa sababu humfundisha mwanamke kuwa mapenzi si lazima yaumize ili yawe ya kweli. Anakufundisha mawasiliano, heshima na amani. Mwanaume mwenye malengo ambitious. Huyu ni mwanaume mwenye dira, ana ndoto, ana mipango na yuko tayari kujitoa ili aende mbele. Anaweza kuwa bado anakodisha chumba, anaendesha bodaboda, au ana biashara ndogo sokoni lakini unamuona anavyoweka ratiba, anavyosoma, anavyotafuta wateja, anavyoongeza ujuzi. Siyo yule wa kusema dunia ni ngumu, halafu anakaa tu. Mwanaume huyu ni muhimu, kwa sababu anakufundisha growth mindset. Unaelewa kuwa thamani sio tu alicho nacho mtu leo, bali ni mwelekeo wake. Mwanaume mlinzi. Huyu si kama mlinzi wa getini. Huyu ni wa kukuweka salama kimazingira, kihisia na kiutu. Mkiwa mnaenda usiku, anakuchukua au anakutafutia usafiri salama. Mkiwa kwenye vikao vya watu, anaangalia kama kuna mtu anakudharau, anakunyanyasa au anakuvuka mipaka. Anakushauri kwa upole. Huyu mtu ana tabia ya kukudharau. Usiweke moyo wako hapo. Mlinzi humfundisha mwanamke kuwa upendo unaambatana na mipaka, usalama na uwepo. Mwanaume mpenzi wa mapenzi. Huyu anakumbuka vitu vidogo, anajua namna ya kukufanya ujisikie umechaguliwa. Unasema tu nimechoka, anakutumia message: leo pumzika, mimi nitashughulikia hiki au anakumbuka unapenda juice fulani. Siku ya kazi ngumu anakuletea bila kuomba. Au anakupangia date ndogo, hata kama ni chips na kachumbari, lakini anaifanya iwe na hisia. Huyu ni muhimu kwa sababu anakukumbusha kuwa mwanamke hastahili mapenzi ya kimezoeleka. Effort ni sehemu ya upendo, lakini kumbuka, romance pekee haitoshi. Lazwa iambakiane na heshima na uwajibikaji. Sita. Mwanaume mwaminifu na mkweli. Honest. Huyu ni mwanaume ambaye maneno yake yanalingana na matendo yake. Hachezi michezo. Hakufanyi ujisikie kichaa kwa maswali ya msingi. Ukiuliza, unanitaka kwenye maisha yako kwa serious au ni kupitisha muda? Hata kukimbia wala kukukasirikia, atasema ukweli. Niko tayari kwa serious au siko tayari ukweli. Wake unaweza kuuma, lakini unakuokoa. Mwanaume mkweli ni muhimu kwa sababu anakupa clarity na clarity ni amani. Saba. mwanaume kiongozi, leader. Huyu anachukua jukumu anapoongoza, si kwa mabavu, ni kwa wajibikaji. Mfano, mnapopanga maisha hafanyi kila kitu uamue peke yako. Anakaa na wewe, hizi ndizo options, hii ndio budget, hii ndio priority, twende hivi. Mkianguka hasemi ni wewe, anasema tuliteleza hapa, sasa tufanye nini kurekebisha? Mwanaume kiongozi humfundisha mwanamke thamani ya uamuzi, mwelekeo na kusimama kama timu. Nane. Mwanaume wa kukubeba supportive. Huyu anafurahia mafanikio yako bila wivu. hajisikii umemshinda. hajikati tamaa ukipanda. ukipata kazi au ukifungua biashara, anakusaidia kutangaza, anakushika mkono, anakupa moyo. Si yule wa kusema sasa utajiona au wanawake mkiwa na pesa mnabadilika. Mwanaume msupportive ni muhimu kwa sababu anakufundisha kuwa relationship ya kweli ni kuinua, si kushindana. Tisa. Mwanaume anayejitambua self aware. Huyu anajua na mapungufu na hayafichi kwa hasira, anajirekebisha. Anaweza kusema mimi nina changamoto ya hasira, nimeanza kujifunza kudhibiti, na kiona nimechafuka, naomba muda nipumue, au zamani nilikuwa si mwaminifu, sasa naenda taratibu kujenga tabia mpya huyu ni muhimu kwa sababu anakufundisha kuwa ukomavu si kutokuwa na makosa. ukomavu ni kuyakubali na kuyarekebisha. Kumi. mwanaume wa somo the lesson man, huyu si wa kubaki. Mara nyingi huyu ndiye anakuvunja moyo, anakudanganya, au anakufanya ujiulize maswali mengi, lakini kwa maumivu anakujenga. Labda ulimpenda sana ukavumilia dharau ukavumilia ukimya ukavumilia ahadi hewa, halafu siku moja akakuacha ghafla, au ukamkuta na maisha mengine. Unaumia, lakini baada ya hapo unaamka: sitaki tena penzi la kunifanya nilie kila wiki, sitaki tena mwanaume asiye na msimamo, sitaki tena kupenda peke yangu. Mwanaume wa somo ni muhimu kwa sababu anakufundisha mipaka anakukomaza anakupa macho ya kuchagua vizuri. Aina hizi kumi zipo kwa sababu maisha yana hatua. Wanaume wengine ni baraka, wengine ni ujenzi, wengine ni somo. Ushindi wa mwanamke si kuepuka wanaume, ushindi ni kuwatambua mapema. Kwa hiyo swali la leo ni hili: ni aina gani ya mwanaume umewahi kukutana naye, na ni somo gani ulijifunza? Andika kwenye comments nisome story yako. Kama umejifunza kitu hapa, subscribe sasa hivi ili usikose video zinazokuja. Piga like na share hii video kwa dada zako na marafiki zako, kwa sababu elimu hii inaweza kuokoa moyo wa mtu. Mimi ni Roy, tutaonana kwenye video inayokuja.